Asalamu alaykum, naitwa Saidi. Karibu katika chaneli yetu ajifunze kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza quotation katika HTML. Quotation maana yake ni nukuu, kwa hiyo tutajifunza jinsi ya kutumia alama za nukuu katika HTML, e, HTML inatoa njia mbalimbali za kuandika maelezo ya nukuu yani quotation. Pia inatoa ufafanuzi na maandishi maalum Eh, katika elementi ambazo zinatumika kuandika aina hizi za nukuu au quotation katika HTML ya mwanzo tutakayotumia au kujifunza inaitwa abbreviation. Abbreviation hii kazi yake ni kutoa maelezo juu ya vifupi. Kwa mfano, unapokuta neno katika website limeandikwa AU. Sasa, ukiweka mouse juu ya neno hili AU kukatokea maelezo. Yale maelezo yatakayojitokeza haya yanatokea ya kwa sababu ya hii e, elementi ya abbreviation. Twende kwenye mfano tuone jinsi yes, inafanya kazi. Tuandike paragraph hapa e, paragraph ndani yake tutaandika neno v halafu tutafungua elementi ya abbreviation, ambayo inaandikwa A, B, B, R. Tutaifunga hapo ndani ya hii abbreviation, tutaandika hilo neno ambalo tunataka kulihova litolewe maelezo. Hapa nitaandika AU maana yake African Union. Sasa maelezo wapi yanapatikana? Maelezo yanapatikana kwa kuingia katika tagi hii ya kufungua au tagi ya mwanzo ukaandika neno title, ukiandika neno title ndani ya title hii ndio utakapoandika hayo maneno. Lifahami African, African Union. Uni, union. Browser, ku browse, vipi lifahamike neno la AU. Kwa hiyo hapo mi browser hivyo, nikaenda tuone inatokea vipi. Hapa ukipiga inakuja katika hali hii, mimi mi napomweka kasa katika neno AU, yatakuja maneno ya, ya kuniambia hii AU maana yake ni nini. Hiyo hapo naona African Union. Hivyo ndio jinsi naofanya kazi abbreviation. Ama nyingine tutakaoiangalia ni bidirectional override, ambayo hii inaandikwa BDO ndio tag yake, manake bidirectional override. Sasa nayo tuandike mfano hapa ili tuweze kufahamu tutaandika paragraph kama kawaida hapa litafanya hivi hapo ndani yake nitaandika hiyo BDO bidirectional override inaandikwa hivi, tunafungua BDO, maana yake bidirectional override, naifunga kama hivyo. Ndani ya tag ya kufungua nitaandika na nalazimika niandike attribute niandikeabut, eh, ambayo inaitwa eh, DIR au direction. Sasa katika direction tutakuja kuandika maneno Yi, lakini kabla ya kuandika tuangalie hii inafanya kazi gani? Kwa hiyo hapo, kwanza tuandike neno HTML, eh, HTML kwa Kiswahili hivyo. Sasa bidirectional override kazi yake ni kuonesha mwelekeo wa maneno. Kwa hiyo hapo tukirefresh, maana yake tukienda katika browser, tukiarani ha maneno yatatuonesha right to left. Manake left to right manake ni ile mwelekeo wa kawaida manake kutoka kushoto kwenda kulia, lakini tukitaka kuyabadilisha tukatoa kulia kwenda kushoto. Kwa hiyo kufanya hivyo mabadiliko hayo utatumia hapa katika hii quotation kuweka alama maneno herufi, he, zifuatazo L T R L L T R manake left to right. Ukienda katika browser kurefresh, utaona maandishi yatakapotokea, maana yake yametoka left huku kwenda right. Sasa nataka atoke right kwenda left, unakuja hapa tu unabadilisha, badala l to r inakuja r t l, maana yake right to left. Ukienda katika ku browse page yetu, utaona jinsi ambavyo tulikofanya kazi. Unaona yametoka HTML kwa maana yake yamekwenda, yametoka kulia kwenda kushoto. Hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi bidirectional override, na ndivyo inayofanya kazi abbreviation kama tulivyoelezea hapo awali. Na kusihi usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment, na tukutane katika video inayofuata. Asante sana. Bye.